Mashine za kuchoronga mashine za kuchoronga ni hatua ya pili. Hatua ya kwanza lazima tuwasaidie kubaini maeneo yenye madini ili wachimbe kwa urahisi. Umewaelekeza STAMIKO wanunue magnetometa za kutosha kwa ajili ya kuja kuongoza wa wachimbaji wadogo, ili kwenye zile point, magnetic point, ndo tupeleke mashine ya kuchoronga. Ndugu mgombea wa urais mashine moja ya kuchoronga inakuja hapa na stamiko ataanza utafiti wa awali kuwaongoza vizuri wachimbaji hawa, wasipoteze muda wao na nguvu zao. Si siemu oye. La nne, umetuelekeza tuongeze utafiti. Ndugu mgombea rais, tangu kuanzishwa kwa taasisi ya jiolojia na madini pale GST ni miaka mia moja imepita Tumepima eneo la asilimia kumi na Tanzania. Tanzania, wewe kwa maelekezo yako umetupa. Wewe kwa maelekezo yako umetupa maelekezo tulete mradi mwingine tutarusha ndege kwenye block C hapa Runzewe ambayo italigusa eneo la kilomita za mraba 165,874. Sawasawa sawa, na asilimia kumi na nane ya nchi yetu ya Tanzania. GST imekaa miaka mia moja imepima asilimia kumi na sita Daktari Samia Suluhu Hassan ndani ya mwaka mmoja anakwenda kupima asilimia kumi na nane mwaka mmoja anakwenda kupima asilimia kumi na nane tuwaongoze vizuri wachimbaji. Si oye si, la mwisho la mwisho, ndugu mgombea urais hawa mimi nawaona ni mabilionea watarajiwa, na kazi hii ni wewe kuwatengeneza, na umetupa maelekezo. Maelekezo uliotupa ni kwamba pale Benki Kuu ya Tanzania na Wizara ya Fedha upo mfuko wa dhamana ambao unaweza kuwakopesha hawa wachimbaji, katika udogo wao wakawe wachimbaji wakubwa. Kazi hiyo imeanza na tutarudi kuwapanga vizuri ili waweze kukamilisha azma yao ya kuwa mabilionea kupitia sekta ya madini. Wanarunzewe, wanarunzewe mpo? Oktoba mnafanyaje? Tiki ya kwanza kwa nani? Ya pili kwa nani? Ya tatu kwa nani? CCM oye! Shukran sana mheshimiwa. Watu warunzewe oye! Hebu nyanyua mikono watu warunzewe namna hii. CCM hoye! Naomba nitumie fursa hii kumkaribisha ndugu Doto Mashaka Bisheko, ambaye ni mgombea ubunge wa jimbo la Bukombe lakini naibu waziri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Karibu. Haya, Uyovu, naomba sasa tunyoshe mikono wote, watu wa Uyovu, nuunjagi makono pia bose mpaka nuko numbi yuko. Aya, kwa sauti ya juu kabisa tumwaibishe shetani, si ndio? Aya, uyovu oye! Runzewe oye! Mama Samia oye! CCM oye! kayungilo ye yayo kayungilo tubasekese kayungilo ye vanina kayungilo tuwachekese ayayo kayungilo yayo kayungilo Samia kayungilo sisemu ye, kayu kayu ye kayu kayu kayu kayu. Mheshimiwa mgombea wetu wa Chama cha Mapinduzi na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, kwanza tunamshukuru sana Mungu aliyekupa afya njema na amekusafirisha kutoka kila kona ya nchi yetu ambako umefanya mikutano mingi na leo uko kwenye wilaya yetu ya Bukombe kwenye mji wetu wa Uyovu. Mheshimiwa mgombea, kwa kweli nimetangulia kusema mwanzo kama kuna watu wamependelewa, sisi Bukombe umetupendelea. Ungeweza kufanya mkutano mmoja Ushirombo, ukaenda mahali kwingine, na watu wema wa Uyovu hawa ukasema sitaweza kupita kwenye njia panda hiyo wakati naenda kwingine, nikaacha kuwasalimia, na ukasema wale wanaoweza kuja Ushirombo waje, lakini wale watakaobaki Uyovu waje wabaki. Mheshimiwa mgombea, umetupa heshima kubwa sana, tunakushukuru sana kwa mapenzi hayo na Mungu akubariki sana. Ulipita hapa wakati ule ukielekea Kigoma, uliwakuta watu hawa. Yale yote uliyowaahidi wakati ule tena uliyazungumza wakati ule, hayakuwa kwenye ilani, hayakuwa yameahidiwa na yoyote, lakini kogo moja uwe mji wa biashara, na ukaelekeza wakati ule, aliyekuwa waziri wa nishati sikuwa mimi ukamwambia, nataka nione haraka taa zinafungwa, vijana wangu wafanye biashara mchana na usiku kwenye mji wa Uyovu. Naomba kutoa taarifa kwako mgombea kwamba agizo lako lilitekelezwa, tena taa zikafungwa. Na baadaye ukatoa maelekezo mengine, ziwekwe barabara za lami za mitaa. Nataka nitoe taarifa kwako, lami imetandazwa, na kwenye hizo lami zinafungwa bataa nyingine ili vijana wa Uyovu wafanye biashara mchana na usiku. Mheshimiwa mgombea, ukitaka kujua thamani ya amani, waulize watu wa Uyovu. Miaka kadhaa iliyopita hapa Uyovu ilikuwa ikifika saa kumi na mbili watu wanajifungia ndani, wanajificha. Kwa sababu gani? Kulikuwa na uhalifu na ujambazi wa kila namna hapa Uyovu. Hata wenye maglori walikuwa hawawezi kuyapaki hapa, walikuwa na hofu Leo mama, hapa uje saa saba, saa sita, utawakuta vijana wako bize. Hawako bize kwa jambo jingine lolote, wanafukuzia pesa, wanatafuta hela kwa ajili ya maendeleo yao. Wanakushukuru sana kwa kuendelea kuipa amani nchi yetu, na sisi tunakuahidi kama wasaidizi wako, tutayachukua maelekezo yako wakati wote, kwakisha kuwa maendeleo ya kweli yanaonekana kwa watu hawa, tulikotoka, wana Uyovu. Ninyi mnakumbuka, watu wa Namonge mnakumbuka, ilikuwa zamani, ukitaka kwenda Mwanza unamwaga mama watoto, unatoka asubuhi, unakuja kula uyovu hapa, unapanda basi kwenda Mwanza, uende na Namonge. Leo unatoka Namonge, umemwambia mama watoto, chinja jogoo huyu, Jioni nakuja kumkuta ameiva, unaenda Mwanza na ukifika Busisi unakuta daraja zuri la maana, unakwenda unafanya biashara Mwanza, unarudi unalala Uyovu, unarudi unalala na monge. Haya yote ameyafanya mgombea wetu kwa kipindi kifupi sana, maendeleo ameyaona haya. Kwenye umeme ndio usiseme, kuwapatia umeme watu wote ni wajibu wako. Umetuelekeza tupeleke umeme vijiji vyote, tumepeleka umeme kote, tunaanza kupeleka kwenye vitongoji. Umegundua kuwa gharama ya kuwaunganisha watu bado ni gari, umetupa maelekezo watu waunganishwe umeme, gharama ya kuunganishwa watakuwa wanailipa polepole kwenye bili, ili watu wote wapate umeme. Wakifika nyumbani wanawasha ukutani, mama watoto, mtoumakoye kazi inaendelea. Lakini umekuja na ajenda ya nishati safi ya kupikia kwenye nchi hii, na wanauyovu ngoja niwambie, Afrika nzima hii kinara mmoja. Ikitajwa nishati safi Afrika ni mama yetu, mgombea wetu Dr. Samia Suluhu Hassan amesema, anataka wanawake wa Tanzania muhame kwenye matumizi ya kuni. Watu macho yanakuwa mekundu, wanasingiziwa uchawi, mikaa inakatwa kila kona. Mama akasema, tuweke utaratibu, ninyi mpike kwa kutumia gesi, nishwa umeme tunakupa na jiko la umeme pamoja ya kupika kwa umeme ni ndogo kuliko kupikia mkaa na kuni. Haya yote ameyafanya kwa ajili yetu. Shule zimeongezeka. Mama, kabla hujaingia ofisini, tulikuwa na vijiji hapa havikuwa na shule. Leo tuna shule kila kijiji, tena sehemu nyingine shule mbili. Leo tuna shule za sekondari sita. Tulikuwa na maji mtandao kidogo, umesambaza kila kona. Leo barabara za hapa zinachongwa na kuwekewa lami, watu wapite. Mgombea wetu, kazi uliyoifanya umetupa deni, watu wa Bukombe, watu wa Uyovu. Sisi tuna kazi mbili kwako, kazi ya... kwamba Mungu akupe afya njema, Mungu akutunze. Kazi ya pili ni kura zetu zote. Uyovu oye! Uyovu oye! Kura zetu zote tunakupa na tumekubaliana kwamba itakapofika tarehe ishirini na tisa, kila mmoja mwenye shughuli yake aache shughuli yake twende tukapige kura. Na tunapiga kura hiyo kwa sababu tunaamini tunawekeza kwako, ili tuweze kuleta maendeleo kwenye kata yetu. Leo ni siku yako, mheshimiwa mgombea. Mimi na hawa watu tumeshakutana mara nyingi nimefanya mikutano maeneo yote kwenye kata hii. Nimekutana makundi mbalimbali, nimekutana vijana wa bodaboda, nimekutana na wazee wa Uyovu, nimekutana na viongozi wa dini, nimekutana na wakinamama. Nataka nikuhakishie salamu zao kwako ni kwamba wanakushukuru kwa maendeleo, wanaamini haya yanayokuja kesho ni mazuri kuliko tulikotoka kesho yao iko mikononi mwako na wanakuombea kwa Mungu kwamba baada ya kutiki ibaki kazi moja, kuwaletea maendeleo. Uyovu oye! Sasa naomba tumpokee mgeni wetu, mgombea wetu, nione mikono yenu wote. Haya, nataka niwaombe tarehe ishirini na tisa, huyu Matayo diwani wenu wote, mkampe kula. Mnaniahidi mtafanya hivyo? Nataka niombe mama yetu kipenzi chetu anayetupenda sana watu wa Bukombe, aliyetufanyia mengi, wangapi? Wananiambia kura zote tunampa tarehe ishirini na tisa. Nataka nione mikono, mikono, mikono. Samia oye! Naomba na mimi niseme, wangapi mnasema? Na wewe Doto, uliye mweusi kama buti ya jeshi, tutakupa kura, nione mikono yenu Uyo boy itakapofika, tarehe ishirini na tisa, kila mtu mshike mkono rafiki yako, nenda naye kwenye kituo tukapige kura. Achaneni na habari nyingine, tuna kazi moja tarehe ishirini na tisa, kuthibitishia ulimwengu wote kwa Tanzania ni nchi ya kidemokrasia na kwamba amani yetu sisi ndio mtaji wetu. Tuko hivi kama taifa moja Hatubaguani kwa dini zetu, hatuulizani makabila yetu, hatuulizani chochote, tumebaki kuwa wamoja kwa sababu tunaye kiongozi ambaye moyo wake na akili yake na fikira yake ni kwa sababu, yeye falsafa yake ni kazi na utu, na yeye ametufundisha wakati wote tujifunze kuishi na watu. Kampeni zake zote, huwezi kumsikia anamtaja mtu, huwezi kumsikia anamnanga mtu. Yeye anazungumza maendeleo yetu Anazungumza maji, anazungumza barabara, anazungumza shule, anazungumza zahanati, hospitali, ana kupewa mikopo, wajitegemee. Hayo ndio anayozungumza, na hilo ndio darasa jipya alilotupa vijana wa leo, kwamba mnaweza kutofautiana lakini mkabaki mnaheshimiana. Mama, tunakushukuru sana, Mungu akubariki sana. Asante sana, karibu uyovu Runzewe. Oye Temu, hoye, Temu, hoye. Hebu vijana wote tunyanyue mikono namna hii, vijana hey, hey. Sasa ifika mikutano vijana mkiwa wengi namna hii, mimi nina neno moja tu la kusema. Mnaniruhusu niseme? Tuambie punga mikono juu namna hii. Jambo la kwanza ya taifa letu, tusikubali kwa namna yoyote mtu yoyote akatudanganya tufanye vurugu ndani ya ardhi ya hapa Runzewe. Wajibu wetu kulinda amani, kufanya kazi tutengeneze kipato chetu na kipato cha familia pamoja na taifa. Wangapi mtalinda amani ya nchi yetu? Weka mikono juu namna hii, CCM oye! Jambo la pili, tukumbuke wanaohamasisha fujo na vurugu hawapo ndani ya ardhi hii, wengi wapo nje ya nchi. Wanakwambia tarehe fulani kafanye jambo fulani wewe tumia ubongo wako kuchanganua mambo. Mabaya tunayajua, uongo kweli pia mfurahishe mtu aliyopo nje ya nchi. Wangapi mnasema tutawapuuza wote wanaotushawishi tufanye vurugu? Weka mikono juu, sisi si, moye. Mwisho mimi nataka niwape vesi mistari miwili, mnaniruhusu? DJ, nipe biti kidogo, tujaribu au mnasemaje? Haya, weka mikono juu, tuanze moja kabisa, punga namna hii

ama tu ama tusiendelee tusiendelee, kono juu kabisa namna hii na, ee. Naomba nimwinue katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, naomba nimwinue katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi kwa ajili ya kumkaribisha mgombea pamoja na viongozi omoja wa umoja wa vijana walioko hapa na katibu mkuu treni za mwendo kasi, umeme vijijini mpaka nyumba za nyasi, elimu mkaipa kipaumbele, afya, hospitali, kazi jenga tele. sisemoye Ruzewe safi uyovuye kazi na utu, kazi na utu, Samia na utu. Mheshimiwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na mgombea wetu wa nafasi ya urais, Mheshimiwa Dr. Doto Biteko, naibu waziri mkuu na mgombea ubunge wa jimbo hili, ndugu mwenyekiti wa CCM, viongozi wote mlioko hapa kutoka shina hadi taifa, viongozi wetu wa dini, vijana wetu, viva vijana, viva vijana, viva, vijana, viva. Kina mama moto, moto uchungu wa mwana. Mheshimiwa mwenyekiti, tumesimama hapa kutokana na azma yako kubwa ya kuwawezesha vijana. Tumeambiwa hapa asilimia kubwa ni vijana, na kwa sura tunawaona. Kwa hiyo hapa, Uyovu mheshimiwa, ni njia kuu ya nguvu kazi ya mkoa huu wa Geita Ametueleza hapa mgombea ubunge jinsi ambavyo maendeleo yaliyopatikana yamewawezesha vijana hawa. Ametueleza ndugu Anthony Mavunde yale yote uliyoyaelekeza katika kuwawezesha vijana hawa. Kwa hiyo tunaweza tukasema mheshimiwa uyovu hapa na Runzewe kwa ujumla wake ni njia kuu ya uchumi, ni njia kuu ambapo ya kuchimba madini ambayo ni shughuli kubwa hapa hasa kwa vijana ili waweze kujenga ustawi wao ustawi wa familia zao na ustawi wa jamii yetu kwa ujumla. Huyo vuo ye. Runzewe. Oye Samia samiara Samia samiara samiara Oktoba Oktoba ndio hii imeshafika ndugu zangu Oktoba ndio hii, ndio hii imeshafika ndugu zangu. Oktoba ndiyo hii, hii tarehe na kwa maana hiyo siku hii katiki kwa ajili ya mheshimiwa sasa. Mm, nalotaka kuambia vijana, vijana naomba mnisikilize vijana, nchi inayoitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ziko ngapi? Iko moja peke yake si ndio? iko moja peke yake. Na toka nchi hii imeundwa, tumepigana vita moja, tuna Idi Amin, na kwa sababu alituchokoza si ndio? Lakini miaka yote nchi hii iko salama, iko salama, tuna amani sisi tukua wadogo, tulizaliwa tukakuzwa kwenye amani, tumekuwa wakubwa, tunaendesha nchi hii bado tunalinda amani. Nataka niungane na walionitangulia kusema Vijana, twendeni tukalinde amani yetu. Tusikubali kwa hali yoyote, kwa hali yoyote kushawishiwa kuharibu amani yetu. Hamtakwenda kwenye kuchimba, hamtakwenda kwenye muziki, hamtafanya chochote amani ikiharibika. Wakati nakuja huku nilisimama Kahama pale na nikafanya mkutano Kahama pale, kuna mchanganyiko wa watu kutoka nchi jirani, wote wako pale, wamefuata biashara, wamefuata maisha, wamefuata amani. Mkiharibu nyinyi kwenu, kama wale wanakuja huku, nyinyi mtakwenda wapi? Hamna pa kukimbilia, pa kukimbilia ni hapa hapa kwetu. Niwaombe kwa njia yoyote ile, asije mtu akasema fanyeni hiki, fanyeni hiki, fanyeni hiki, mkavuruga amani ya nchi yenu na mkaharibu sifa nzuri ya nchi yenu. Nchi yetu, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni nchi inayoheshimiwa sana kwa sifa zake, kwa amani yake, kwa maendeleo yake na kila kitu mpaka Samahani, asante sana. Kwa hiyo ni wasihi sana vijana wangu, tuwe wazalendo, tuipende nchi yetu, tuwe wazalendo na tuipende nchi yetu. Wanangu, sije tukarubuniwa yoyote ile na tukaharibu nchi yetu. Jambo la faraja vijana wangu, linalowahusu alikuja mbunge wenu wenua michezo, ambacho Bukombe inaingia kwenye ramani ya wilaya ambazo, kama ni mechi za ligi kuu sijuu mm -hmm. ya Tanzania, Bukombe mtakiwa na kiwanja cha kuambia njoni tucheze hapa kwayo. hiyo hiyo ni zawadi ya serikali yenu kwa vijana tunawapa kazi za kiuchumi, lakini tunawapa maeneo ya kufanyia michezo yenu pia na kuburudika. Kwa vijana wangu, sisi serikali tunawapenda sana, na tunawaomba na nyinyi muipende nchi yenu, si ndio? Haya, sasa niombe kura kwa wale ambao walikuwa hawajawahi kuniona. <clears throat> Hivi anayesukuma ni nani? anayesukuma ni nani? Aya, tulieni sasa, tulieni sasa. Kwa wale ambao hawajawahi kuniona mimi, ndiyo Samia Suluhu Hassan, ndiyo mgombea, ndiyo mgombea wa kiti cha rais wa Jamhuri ya Muungano wa, lakini niko na mbunge wenu hapa, mgombea ubunge ambaye nawashukuru, hakuna mwingine aliyejitokeza. Na nataka niwaambie, mmeniletea mashine, mmeniletea <clears throat> kijana ambaye nilimwamini kumfanya awe naibu waziri mkuu kwa, kwa sababu anakamilisha aliyokuwa ameweka kwa, kwa ilani ya chama cha mapinduzi mama ni mtu ambaye ana uchungu na mwana, kwa sababu sisi watanzania tumehiari hivyo. Basi sisi kama watanzania tumeridhia kabisa kumchagua mama, kumpa mitano tena pasipokuwa na shaka, atupiganie azidi kutuunganisha na mataifa. Ni sauti za wananchi wa Simiyu na Shinyanga. Sote, tunatamba naye. Samia ni wetu sote, tunatamba naye, Samia ni wetu sote, tunatamba naye, Samia ni wetu sote, tunatamba naye. Samia wanaye na wanatamba naye. Ni siku ya tatu ya kampeni mkoani Simiyu, ikiwa ni siku ya kwanza mkoani Shinyanga. Hakika Samia wanaye na wanatamba naye.